Mwanamke wa leo amekuwa ni mhanga wa changamoto nyingi sana za kiafya. Kuna UTI sugu, fangasi, miwasho, PID, uchafu usiokwisha, harufu mbaya ukeni, ukavu ukeni, mpangilio um, wa hedhi uliovurugika, lakini pia ugumba, uh, vimbe mbalimbali mbali kwenye kizazi na kwenye matiti, saratani ya shingo ya kizazi lakini pia hizi changamoto zimekuwa ni moja ya sababu ya kufanya wanawake wengi wasifurahie mahusiano yao hata kwenye ndoa au mahusiano ya kawaida. Tuangazie zaidi kuhusiana na PID na athari zake kwa mwanamke. PID ni maambukizi kwenye via vya uzazi vya mwanamke, hasa kwenye mji wa mimba, mirija ya uzazi na ovari. Husababishwa na bakteria wanaosafiri kutoka kwenye uke na mlango wa kizazi kwenda juu kwenye via vya uzazi. <coughs> Ikiwa haitatibiwa mapema, inaweza kusababisha madhara makubwa kwa afya ya uzazi na mwili kwa ujumla. Dalili kuu za PID: maumivu makali au wastani chini ya kitovu, uchafu wa ukeni kwenye harufu mbaya, maumivu wakati wa tendo la ndoa, damu isiyo ya kawaida kati ya hedhi, homa na mwili kulegea, maumivu ya mgongo na nyonga, kukojoa kwa shida au kuhisi kuwashwa. Dalili hizi zikiongoza kufanya uchunguzi zaidi au kuchukua hatua zaidi ya kujua afya yako. Athari kuu za PID kwa mwanamke: ugumba. PID inaweza kusababisha makovu kwenye mirija ya uzazi, jambo linaloweza kuzuia yai kupita kutoka kwenye ovari kwenda kwenye mji wa mimba. Hii huongeza hatari ya kupata, kutopata ujauzito au kushika mimba nje ya mji wa mimba. Maumivu sugu ya nyonga. Maambukizi yasiyotibiwa huacha makovu kwenye via vya uzazi, ambayo husababisha maumivu ya kudumu hata baada ya kupona. Hedhi isiyo na mpangilio. PID huathiri mzunguko wa hedhi kwa kusababisha damu kutoka isivyo kawaida au kukosa hedhi kabisa. Madhara kwa mimba. Mwanamke mwenye historia ya PID anaweza kuwa na hatari kubwa ya kuharibika kwa mimba au kujifungua kabla ya wakati. Kuathirika kwa afya ya mwili kwa ujumla. Ikiwa maambukizi haya yatakuwa makali na kusambaa, yanaweza kusababisha sepsis, hali hatari inayoweza kuhatarisha maisha. Suluhisho asilia kwa PID na afya ya uzazi. Spora safi za Ganoderma zina triterpenoids na polysaccharides zinazosaidia kupambana na bakteria sugu, kuimarisha kinga ya mwili, na kuondoa sumu mwilini. Probiotics hai husaidia kurejesha uwiano wa bakteria wazuri katika uke na mwili kwa ujumla, hivyo kuzuia maambukizi yasijirudie. Extract za mimea tiba huimarisha kukinga na kusaidia mwili kupambana na uvimbe na maambukizi, maana moja madhara ya PID huwa ni vimbe kwenye kizazi. Beta glucan na antioxidants hurekebisha seli zinazoharibiwa na, na maambukizi na kusaidia afya ya via vya uzazi usiruhusu PID haribu ya afya yako ya uzazi. Pata suluhisho leo. Wasiliana nasi kwa mawasiliano 255 62 77 80 216. Karibu, afya yako kipaumbele chetu.